Hello, beautiful ladies wa Zamakale Fashion uh, page uh, karibuni tena katika peji yetu pendwa ambayo inawaletea mitindo mbalimbali mbali ya magauni ya vitenge. Magauni haya yanaweza kuwa marefu, yanaweza kama mafupi ya, lakini yote ni kwa ajili ya kuweza kuwaletea ni upana wa nyinyi wa watazamaji wangu kuweza kuchagua kitu gani ambacho ni kizuri, ambacho kwa namna moja au nyingine kwako kitakufaa. Yes, ni mwendelezo wa kuwaleteni magauni mazuri ya vitenge magauni ya kanga aa, ni mitindo mbalimbali ambayo inahusu mwanamke wa Kiafrika. Yes, mitindo ya Kiafrika kwa mwanamke wa Kiafrika. Hili ndio jukumu letu akuweza kukupatia wewe kama kipenzi chetu, kama mtazamaji wetu. Sasa kwenye video hii nimeweza kuandalieni mitindo mbalimbali mbali. Mitindo mbalimbali mbali ambayo video hii ina part 1 na part 2 yake, na hii ndo part 1 yake, ambapo tunakuletea magauni mazuri tunakuletea blouses, skirts na blouses, magauni ya kina mama Monica, mama Jimmy, mama Jeffy ambayo kwa namna moja au nyingine wamekuwa kipenda sana eh? Uh, mitindo hii bwana, tunaa tukaigawa, kama nilivyosema awali, kuna magauni mafupi, kuna sketi na brows, lakini pia kuna mitindo ambayo kwa namna moja au nyingine kadri tunavyoendelea tunapiga pale pale kwenye mshono ya yeah, ni fashion mpya tunakuletea mitindo ambayo ni mpya, hatukuletie kitu ambacho ni outdated. Tunakuletea kitu ambacho ni brand new. Ni mitindo ambayo m, kwa kweli madizaina wetu wanaendelea kuonyesha kwamba vazi la kitenge ni vazi ambalo linaheshimika na linathaminiwa na linaendelea kuongezwa ujuzi yeah, kwa ubunifu wa mbalimbali ambao umekuwa ukiendelea kuoneshwa na madizaina mbalimbali katika bara Afrika kwa hiyo huu ni mkusanyiko wa madisaina mbalimbali wa kile ambacho wameweza kukifanya na kuweza kutumia sana yao sahihi ya ushonaji na kuweza kuwaleteni magauni mazuri kwa. Ninategemea sana kwenye uh, kwenye comment uh, nitaweza kuambiwa ni gauni gani zuri ambalo limeweza uh, kukuvutia na ungependa kulishona mwaka huu kabla hujaweza kuisha. Na lengo lake ni nini? ni kuweza kukupatia kile kitu ambacho kwa namna moja nyingine kitaupendezesha moyo wako na kuweza kupata chaguo lako sahihi. Aa, ni kipi ambacho utakuwa umekichagua, tunavyozungumzia fashion. fashion ni kile kitu ambacho mwanamke ukikivaa kwa namna moja au nyingine unakuwa comfortable mbele ya watu au mbele ya wanawake wenzio. Ukiona unavaa nguo na bado unakuwa haupo confidence, hauna confidence mbele ya watu, maanaake hiyo fashion unakuwa umeivamia na sio fashion yako. Kwa sisi tunakupatia kile kitu ambacho kitakuongezea akitakuongezea comfortable mbele ya jamii au mbele ya watu. Na mitindo hii uh, mind you, uh, mitindo hii ni mitindo ya heshima Yani hata kama ni magauni mafupi, lakini gauni ambalo unaweza ukalivaa sehemu yoyote, yani occasion yoyote unaweza ukaivaa na watu wakakupa respect na hautapoteza heshima yako. Ndio magauni haya wanaweza kavaa mwanamke wa aina tofauti tofauti, ni uwe una umbo usiwe na umbo uwe una tumbo usiwe na, na tumbo, unaweza kushona kamshono haka na ukapendeza, japo kuwa kuna baadhi ya mitindo ambayo mwanamke unatakiwa kuchagua kile ambacho kinakupendeza kwa sababu sio kila mtindo um, unakupendeza. Ndio maana nimeamua kutengeneza video ambayo ina zaidi ya dakika tano ila kuweza kuonyesha magauni mengi mazuri ambayo yata, uh, ambayo uh, magauni mengi ambayo yatakupatia upana wa kuweza kuchagua kile ambacho, uh, unahisi kwa namna moja au nyingine kita